Sasa ni saa nane na nusu ambapo kesi iliyokuwa ikimkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mheshimiwa Tundu Antipasi Lissu, ambapo leo ilikuwa kesi ikisikilizwa ni kesi iliyokuwa ikihusiana na masuala ya kuandika vibaya mtandaoni ama matumizi mabaya ya kimtandao. Wakili mtetezi wa mwenyekiti huo mheshimiwa Dkta Nshala, hiki ndicho alichokizungumza. Leo, tarehe ishirini na nane ya mwezi wa nne mwaka 2025, eh, ee, mahakama ya hakimu mkazi e, Kisutu Daslam hapa Kisutu, chini ya hakimu mwandamizi hakimu mfawidhi mwandamizi, mfawidhi, mfawidhi mwandamizi eh, muhini ilikaa na kuweza kusikiliza hoja za pande mbili katika kesi inayomuhusu Tundu Antipas Lissu ni kesi ile ambayo inahusiana na masuala ya kuchapisha taarifa zilizokuwa za, za ukweli. Sasa leo ilikuwa ni siku ambayo ni upande wa serikali kuweza kuleta majibu, kufanya kujibu hoja zetu ambazo kwa zimezileta kuhusiana na kesi nzima kuweza kuendeshwa kwa njia ya, ya kimtandao badala ya, ya, ya, ya kusikilizwa kwa pande zote mbili mbele ya, mbele ya mahakama au kufanyika ana kwa ana mbele ya, ya mahakama kama ambavyo kanuni na sheria za nchi yetu mara nyingi zinavyodai, ilivyokuwa ni kitu cha asili. Sasa upande wa serikali umeweza kufanya majibu ya hoja zetu, na baada ya hapo na sisi tukawa tuna hoja zetu za mwisho kuweza ku, ku, kupinga au kuweza kusaisha kile ambacho serikali walikuwa wamekisema, ili mwisho wa siku kuweza kuwezesha mahakama kuweza kutoa uamuzi. Hoja zilikuwa zimejikita kwamba tuna ni haki ya, mte, ya mteja wetu kuletwa mahakamani kwa sababu yeye tayari katika siku tarehe kumi ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano alipata dhamana, na kwa kuwa hii kesi nahusu tayari ana dhamana, na kanuni za kesi za jinai ni kwamba mtukiwa na dhamana ndani ya siku, zile siku unapokuja mahakamani lazima uje, uje, uh, kesi inavyoitwa lazima utokee mahakamani uweze ukasikilizwa, katika kesi ya jinai ukasikiliziwa nyumbani kwako au kwingineko, kwa, kwa, kwa, kwa sababu unakuwa uko nje kwa, kwa dhamana. Sasa mteja wetu katika kesi hii ndugu Tundu wa Antipasi Lissu ana dhamana na kwa maana hiyo, yeye anatakiwa kila kesi inapoitwa, kesi hii ya kuchapisha taarifa za uongo, lazima atokee mahakamani. Sasa sivyo ilivyo, kwa sababu tumekuwa tunaendesha kesi hii kwa njia ya kimtandao, na mteja wetu akiwa anafahamu haki yake au haki haki zake za kisheria, amekazania kwamba hawezi kushiriki, kwa hiyo kule magerezani, na vile vile kushiriki, mekuwa upande sisi tulikuwa upande wa mahakama ilikuwepo pande mahakama ilikuwepo, alafu ilikuwepo e, sisi wa upande wa utetezi na mawakili wa serikali wao walishiriki gerezani, kujiunga baadhi wa wa kujiunga baadhi, kwa njia ya kimtandao na kule gerezani wale maafisa wa magereza walishiriki na watu kuweza kujiunga. Baada ya kusikiliza pande zote hizo mbili na hizo hoja, mahakama imepanga kwamba itatoa wa uamuzi wake mnamo tarehe sita ya mwezi wa tano amwaka ishirini 25 saa 4 asubuhi. Asanteni sana.